Kocha wa Azam FC uh -huh. Leo nimeiona taarifa hapa imenistaajabisha na kunisikitisha kidogo. Hapa anasema, yeah, uh, WhatsApp image yeah. Anasema kuandaa timu dhidi ya Yanga sio rahisi uh -huh. Na nukuu uh -huh. Kuandaa timu kucheza dhidi ya Yanga sio kazi nyepesi, na leo nakiri wazi wapinzani walikuwa bora zaidi yetu. Sisi kuna muda si rahisi, kwa sababu wachezaji wangu wengi hawapo vizuri. Sasa tukae kwenye uhalisia, backbone ya Yanga regular starter, mzizi alikuwa nje, azisikia alikuwa nje, aucho wa kuwepo, mwingine pakome kaumia very early, mapema mno Namba mbili wao yao kwasi hayupo, hayupo. Na namba mbili ambaye anakuwa ni si Israeli mwenda ambaye yuko kwenye form hayupo. Wao litaka uwepo na nani? Ondoa Bitegeko, mwamba kabisa huyo. Sawa, ulimuuzia silaha, ulimpa Dube. Big match player Dube mwenyewe tu anakuhakikishia kwenye mchezo mkubwa kukupa alama moja au tatu yeye kawapa Yanga alama moja kule na Mazembe, iliwafanya Yanga waone kumbe kwenye grupu hili bado tunaweza tukavuka. kama usingepata sare ungefungwa na Mazembe, Yanga wangewaza kuendelea kwenye maguko makundi. no way. yes. ya. huyu Dube huyu, mechi ya Ngao ya Jamii ikatoa assist kwa Max, anawafunga Simba Max. unakumbuka? unakumbuka. huyu Dube huyu kafanya comeback na Azam yao hii hii, Ngao ya Jamii. Kuambia Yanga mechi haijaisha, nafanya comeback tuwafunge hao. Big match player.